Kwa aliona kichaka eh, aliona kichaka kinawaka moto na hakiteketei, lakini nitakupa hiyo habari mbele ya safari. Tuendelee. Musa alibadilisha historia, kama angepita tu mbele ya kichaka chaka akafunga macho akapita tu, lakini Musa yeye aligeuka akaangalia kichaka. Kwa hiyo na wewe elfu mbili na ishirini na tano isipite bila kugeuka isipite bila kugeuka. Si kichaka tu au si kalenda ambazo unategemea kuzibadilisha, bali unahitaji kubadilika, kusogea mbele, kuangalia Mungu anafanya nini. Kuna matukio ambayo Mungu atayafanya elfu mbili na ishirini na sita na kuna matukio ambayo ameyafanya elfu mbili na ishirini na tano. Sasa basi kabla hujaingia elfu mbili na ishirini na sita Usi, usipite elfu mbili na ishirini na tano bila kusimama. Usipite elfu mbili na ishirini na tano bila kusimama. Simama kwanza uangalie, hatupiti kwa sababu ya kalenda, bali ni kusimama mbele za Mungu kabla ya kusonga mbele. Nitakwenda sasa, Musa akasema nitakwenda sasa nikaone neno hili kubwa. Mstari ule watatu kati ya kitabu kile cha kutoka sura ya tatu mstari wa tatu lakini mimi nimeanzia mstari wa kwanza hadi wa sita lakini nitaenda vipande vipande kwa sababu vina pointi fulani. Kuna vitu zingine ni habari zingine, ndiyo msisitizo wa hayo maandiko. Mstari wa tatu Musa akasema, nitageuka niyaone haya maono, kwa nini hiki kichaka hakiteketei? Kwa hiyo na wewe usipite elfu mbili na ishirini na tano bila kusimama bila kutafakari, bila kujiuliza ni nini ambacho umefanya na ni nini ambacho hujafanya. Musa akasema nitageuka nikayaone haya maono makubwa ambayo hayateketei. Kweli za ambazo unahitaji kuziona elfu mbili na ishirini na tano, na lazima kuna kweli kadhaa ambazo unatakiwa kuzitambua elfu mbili na ishirini na tano. Kwa nini hukuzifanya? Na sasa unapoenda elfu mbili na ishirini na sita, unapaswa kuzifanya. Sikiliza. Musa akasema nitakwenda sasa nikaone, nitageuka sasa nikaone. Mstari wa tatu. Hakuwa na haraka, alisimama, akachunguza. Unapopita bado haya masaa machache, bado hizi dakika chache 2025, na isipite kabla haujatafakari. Kabla haujachunguza, chunguza kwanza usiingie elfu mbili na ishirini na sita kabla hujachunguza ujachunguza wapi ulikosea, wapi ulienda haraka, ni akina nani umeachana nao na kwa sababu gani, na Mungu amekuita kwa, kwa kipi ili ukifanye. <laughs> unaweza usinielewa, lakini mii mara la nyingi wale kama home church na makundi mengine, huwa nawambia sina haraka ya kufanya masomo ili labda kutafuta umaarufu, natafuta kitu mtu abadilike na pia ukiona ni vyema, unaweza ukalefti ukatoka. Wale watakao vumilia kuna kitu wanakipata, na usilefti bila kutafakari. Kuna watu wengine huwa nawaonya private, wana lefti na kulefti, nasema hamna shida. Mungu, pengine hakuwa amekusudia. Usifanye haraka kulefti mtu, usifanye haraka kumblock mtu kabla wakati hujauangalia <gulia> Bwana Yesu atusaidie sana. Kuna wakati utamhitaji na hatapatikana. Kwa hiyo usi Musa hakufanya haraka. Uh, alichunguza kwanza Musa. Alitafakari sana, alisimama akachunguza sana, akaangalia sana. Musa hakuwa na haraka, alisimama akachunguza kwanza. Mungu hasemi na watu wanaokimbia bila kutafakari. Hicho kitu kipokee. Mungu hasemi na watu bila kuchunguza kwanza. Yule mwanamke aliyekuwa natokwa na damu alichunguza kwanza habari za Yesu, ndipo akasema sasa ninaweza nikienda nikiligusa pindo lake hakika msiba huu utaniondoka. Mungu hasemi na watu bila kutafakari kwanza. Yaani Mungu hawezi kukutendea muujiza hapo ulipo bila kwanza kutafakari ukuu wa Mungu somo letu naweza likaona vipengele kama sita au vitatu, yaani inaweza ikaona vipande pati mbili au tatu au sita inategemeana, lakini kila pati nitaenda hatua kumi kumi. Mungu hasemi na mtu, hasemi na watu bila watu hao kutafakari kwanza habari za Mungu, lakini bila Mungu pia kutafakari maisha yao yakoje kuna jambo hujafanyiwa ni kwa sababu hujatafakari ukuu wa Mungu. Kuna hatua hujaenda kwa sababu hujatafakari vizuri hatua za Mungu. <laughs> Unaweza usinielewe. Mungu hawezi kukuvusha kwenye level fulani kabla hajakuangalia. Mungu hawezi kukufanya ufikie sehemu fulani bila kukutafakari kwanza, kukufikiria kwanza anaweza akakupa kuvuka, kumbe amekuwaisha na ukavuka mahali pale, ukajivuna kwa sababu pengine ni hakili zako zimekuvusha. Lazima Mungu akutafakari aku, aku, aku, aku, aku kwanza. Lazima akuvukishe viunzi kwanza, lazima upitie hatua fulani kwanza, ndipo Mungu akubariki ndipo Mungu akuvushe mahali pengine. Nikizungumza habari za baraka kuna watu wengine wamebarikiwa, sasa naona mbona huyu anazungumza baraka wakati mimi nimebarikiwa. Kuna mahali umebarikiwa, ndio, lakini kuna mahali unahitaji Yesu. Watoto wako wamesoma, ndio, lakini kuna mahali unahitaji sasa watoto wako wafikie, wakutana na mibaraka. Mungu anahitaji wafikie mahali, wafikie baraka, eh, kwa watoto. Kuna watu wamesoma, wana vieti wameweka ndani, hawana kazi. Eh, unasema watu ambao wameolewa, mbona mimi nimeolewa? Umeolewa, lakini kuna mahali ambapo hujafurahia ndoa yako Umesoma ndio, kuna vitu ambavyo unahitaji katika elimu yako uvipate eh? Nimeenda ng'ambo, wala kwenda ng'ambo sio sulusheni ya kupata ma, kufanikiwa. Kuna watu wako ng'ambo na wana shida, wana maisha mabaya, hata wewe ambaye uko Bongo na wazidi eh? Unaona kuna watu wako wako Bongo na wana maisha mazuri kabisa, na wewe ulioko ng'ambo una shida eh. Unaweza ukawa ng'ambo lakini una taabu fulani, kuna umefungwa, kuna vifungo ambavyo vimefungwa. Kuna wachawi waliondoka na, na na uchawi Afrika, wakaenda navyo ng'ambo, wanakutesa kwa hiyo nisikilize vizuri. <laughs> Nisikilize vizuri. Mara nyingi watu wengi, usipokaa karibu na mimi vizuri kwa mafundisho hayo, huwezi ukanielewa. Kuna namna fulani ambavyo Mungu amenipa, unaweza usinielewa, lakini ukikitafakari vizuri, ukakaa vizuri kwenye mafundisho, utayaelewa, kuna vitu utaelewa. Kwa hiyo sikiliza, Mungu hambariki mtu, hasemi na mtu bila kutafakari na bila huyu mtu pia kutafakari pasipo huyu mtu pia kutafakari ukuu wa Mungu. Kwa hiyo kuna mahali umebarikiwa, lakini kuna mahali unahitaji Mungu. Una eh, fedha zako una akaunti zako, fedha zimejaa, lakini kuna mahali una mateso, na ilo teso lako lazima kwanza umtafakari Mungu vizuri, uondoe usomi wako, uondoe utajiri wako utafakari Mungu. Bado wewe ni mtu wa Mungu, unahitaji kutafuta hekima kutoka kwa Mungu, unahitaji bado Mungu aseme na wewe, unahitaji bado Mungu azungumze na wewe. kwa hebu tafakari vizuri kwanza Mungu, ndipo akuvushe kwenye kifungu hicho ulicho nacho. Pengine kuna kitu ambacho amesema na wewe ukifanya kwa ajili hata kazi ya Mungu, lakini umekuwa na moyo mgumu. Kuna kitu pengine Mungu amesema na wewe kupitia fedha zako hizo, umsaidie mtu mmoja. Kuna maskini yuko pale, kuna kuna watoto yatima wako pale kuna kuna wagane wako pale, kuna watumishi wa Mungu wanahangaika, wako mahali maje, huduma yao inateseka. Lakini kuna sehemu Mungu amesema na wewe, watu mshike mkono, lakini umekuwa mjanja, eh? unafanya vile ambavyo Mungu hajakueleza, lakini kwenye moyo wako unakuwa unaelewa kabisa, Mungu ameniambia nifanye hili, lakini kwa sababu tu unapenda kwenda na muhemko. Yani, unapenda kuangalia labda watumishi ambao wana YouTube kubwa eh, wana subscribe wengi, wanatazamwa kwa na viewers wengi, ndio unaelekea huko, wana huduma kubwa. Lakini kuna watu kuna watu, kuna huduma ambayo Mungu amesema na wewe eh, ili uweze kusimama nayo na ukisimama naye mahali hapo ndipo anakuvusha, lakini unakimbia kimbia tu Mungu hataki kusema na mtu anayekimbia kimbia tu. Sikiliza, Mungu akamwambia, Mungu husema na watu wanao ha, hasemi na watu wanaokimbia kimbia bila kutafakari. Unakimbia kimbia tu eh? Unakimbia kimbia tu, acha kukimbia, tafakari kwanza, ukuwa mungu Mungu amekuambia nini wewe, una majibu kuna mtu mmoja nilikuwa nazungumza naye mwanangu kwamba kuna watu wanajibadilisha kuwa waki, wa kike na mwingine anajibadilisha kuwa wa kiume. Lakini kama namwambia mwanangu hata huyo mtu aliyejibadilisha kuwa wa kike kule uzunguni sio huko Afrika. Huko Afrika ni mara chache sana. Umejibadilisha kuwa wa kiume, ulikuwa wa kike. Na wewe wa kiume umejibadilisha kuwa wa kike. Kwani moyoni mwako hujijui kwamba wewe ni wa kiume? Moyoni mwako akili haikuambii kwamba wewe ni wa kike? Kwa hiyo hata kama uta, uta, utakimbia kimbia tu kwa miemko eh, lakini akili zako zinakuambia wewe ni wa kike. Akili zinakuambia wewe ni wa kiume. Na watu hawa tukawa tunazungumza na mwanangu kwamba huishia hatua mbaya sana. Hufika mahali wakajiua, anatamani sasa apate ule muumbaji wenyewe yani Mungu kama alikuumba mwanamke, unahitaji upate haki za za za kike, na umejibadilisha umekuwa wa kiume, zinakuwa ni ngumu. Wewe umejibadilisha kuwa wa kike, unahitaji upate haki za kiume na umebadilika umekuwa wa kike. Sasa ukifikia hatua hiyo, unajiua. Sasa na wewe, kuna mahali ambapo Mungu amekuita ha? Amekupa mtumishi wa kusimama naye, lakini kwa kuwa mtumishi ana sura mbaya kama ya kwangu Eh, sasa umekimbia kwa wale ambao wamejikoboa umekimbia kwa wale ambao wanaonekana kwenye YouTube wako vizuri amevaa smart koti kama la kwangu unaona huyu wa nini <laughs> kuna pigo utalipata hapo ulipo alafu uta, utakumbuka na unaweza usikumbuke unakaangaika maisha yako yote tulia tafakali kwanza nazungumza elfu mbili na ishirini na sita usiingie tu tafakali kwanza Wapi mahali ambapo Ulibugi wapi mahali ambapo ulikosea? Sehemu ya pili tutakutana.